Kwa hiyo ewe Tali ushakuwa mwenyeji wa jiji sasa, kiasi kwamba mpaka unaweza kusimama na wanaume vichochoroni, si ndio? Yo, mimba yako kaitafutia huko, lakini sio hapa ndani kwangu. Kuna kitu gani tena kimetokea? Mbona malumbano ana yanaanza? Tambua kwamba o bado ni mgonjwa, kwa hiyo unapopiga makelele hivyo hicho kichwa ndio kitazidi kuuma. Cha kuniumiza mimi sio hayo makelele, kitakachoniumiza ni hawa watu wako walioniletea humu ndani. Aisha, hichi ambacho anachokizungumza dada yako kina ukweli? Hapana kaka, sio kweli kwa mimi. Nakusingizia sijaukuta na mwanaume wewe, au mimi ni kuongopea wewe ili iweje? Yaani mume wangu huyu unavyomuona, anavyojifanya malaika hivyo, nimemkuta vichochoroni, tena anashikana shikana na mwanaume. Inatosha. Kitu kingine mama yako tayari amekuja. Mimi ni ngombo, achane na haya mambo. Naenda kumsalimia kwanza mama yako, baada ya hapo chakula kipo tayari, uchukue chakula ule ule na yale matunda, ili uweze kumeza dawa zako. Hivi vitu vingine tutaongea baadaye, sawa? Ila huyu sita kumuona huko ndani, sawa Aisha? unatakiwa uwe makini sana, alafu tambua, hapo hapo Dar es Salaam, sio huku mkoani ulikotoka. Sawa sawa kaka, unaweza kwenda kuendelea na shughuli zako. Dashi a e. Hmm. mambo vepi? Poa Mr. Insta, nikusaidie nini? Kuna mdada fulani hivi namuulizia, ameingia humu ndani muda sio mrefu. Mna shida naye? Lakini mi mbona nimekaa hapa muda mrefu sana na sijaona binti yoyote kuingia humu ndani. Ni mdada fulani hivi mweusi mweusi alafu ana shape fulani hivi yuko perfect sana. Oh, oh wow. Mr. Handsome, mimi nadhani tu utakuwa umeona vibaya, huyo binti mwenyewe atakuwa ni mimi. Sinaambia ulikuwa nanifuatilia? Yeah, nilikuwa namfuatilia ndio. Oh. Sawa, nakusikiliza. Naambia Umefuata nini hapa? Kumbe ni muongo, unaniambia unanipenda mimi kila siku, kumbe una mwanamke mwingine. Si tumeachana sasa hivi? Umesema unaenda kunitafutia elfu hamsini kumbe umekuja kuitafuta kwa huyu mwanamke hapana. Haipo hivyo kama unavyofikiria wewe. Ila huyu mdada, kuna kitu mimi nataka nimuulize kwa sababu nilimuona njiani, afu nikawa nimemfahamu, ndo hicho tu, hakuna kingine zaidi ya hicho. Muongo, umalaya tu ndo kazi yako. Alafu we dada, we si ni mgeni hapa, si umekuja juzi tu? Unataka utembee na wanaume zetu wote? We dada, sikiza nikwambie, ukiwa unaongea na mimi, huo mdomo wako naomba upe mipaka, sawa? Halafu yani, wewe unacha kumpambania mume wako, unamwacha aende akatafute pesa kwa njia ya kuiba? Kingine, mahensam kama hawa, sisi ndo tunajua kuhudumia ameniteka sina la kufanya. Mimi moyo wangu ameuteka. Umeanza kuwa mnafiki yeye, nashtuka. utezani umeona mdudu. Karibu mama, kuna nini? Mbona usikote? au kuna tatizo? Mama, samahani sana, inawezekana sisi tukawa tumefanya makosa kuto kufunga ule mlango, lakini pia sio kigezo cha wewe kuingia ndani bila sisi kukuruhusu. Umegonga sawa, ungesubiri sisi tukuruhusu alafu ndo ungeingia, sio kuingia ndani bila taarifa yetu. Kwa mfano, umeingia sasa ndani alafu katukuta sisi tunafanya yetu hapa, ingekuwaje? Hauoni kwamba ungezalilika wewe na ungetuzalilisha sisi? Sio tabia nzuri mamangu, siku ya pili usifanye hicho ambacho ulichokifanya. Adalilike na nini kwa wewe? Ndio unaweza kumfundisha mamangu tabia nzuri? Ni kitu gani ambacho mimi na wewe tunakifanyaga huko ndani ambacho mpaka unamwambia mamangu sio atukute tunafanya mambo yetu? Siku ya ngapi leo hujanigusa. Alafu, wewe unahisi ni kitu gani ambacho mimi mamangu akijui? Mama, karibu, nikusaidie nini? Mwanangu, wewe unajua mimi na na tatizo la mgongo, alafu nimelekea godoro chini. Mimi siwezi kulala chini, mimi nakuomba kaambia akwezako yule dada kazi wakatoke pale kitandani nikaale mimi. Samahani sana mama yangu, yani naomba unisamehe. Kikweli nilisahau kabisa kuhusu afya yako. Ila usijali. Ngoja nikawaamshe. Wewe unakwenda wapi sasa? Sipendi kuuliza maswali ya kijinga. Kwa hiyo ujasikia nilichokisema nianze kukuelezea tena? Mimi ninachokiona hapa. Ingia kule chumbani kamwamsha Aisha, atoke aende kalale kwenye kile chumba. Alafu mpeleke mamako aende kalale kule na mamangu. Kwa sababu hata mamangu pia ni mgonjwa vile vile. Kwa hiyo hawezi kwenda kulalela godoro peke yake. Hivyo unajisikia unachokiongea kweli? Kwa hiyo mimi nimpeleke mamangu aende kalale na mamako. Wewe umemsema mamako alivyokuwa na roho mbaya. Unajua kabisa mamako ni ana roho mbaya nyeusi kuliko hata alivyo yeye mwenyewe. Unataka ajamue mamaangu usiku? Kama haupo tayari kufanya alichokisema kisema. Mamangu inuka, wewe kalale huko kwenye godoro kule chini, mamangu alale hapo. Mama, kwa hiyo mama, na wewe umekiafi kicha ambacho alichokizungumza binti yako hapo. Kaongea ukweli au kuna kosa kafani? Sawa, kwa hiyo hauoni kosa? Ni maana kwamba hivi ndio ulivyomfundisha binti yako, si ndio? Umeridhika kabisa kulala hapa kitanda ambacho nalala mimi na binti yako? Wewe umeridhika kabisa kulala hapa kwani shida gani kulala kitanda anacholala mwanangu? Kuona kuna shida hapo? Wewe nenda, mimi nilale Sawa, karibu kiwangu. Naomba ukanichukulie pale nguo zangu, ni vile niwapishe mlale. Hey, hey, tusipelekeshane, mimi sio mfanyakazi wako. Tangu lini unanituma mimi? Kwa heshima tu ya mama mama. Mm -hmm. kuna suruali yake hapo, fungua mlango huo, mtolee iyo, hapo apohiyo moyo wangu, naomba nafan na. Mama ameshatupa kajini, ananifokea nacheka kwake, nimekuwa zuzu. Mama ni sameme, nakosa mamuzi. Sio kama seo ni unayofanyiwa, ila tatizo ni moyo

Haya jambo nalo lakini, kwa tulale tuongee asubuhi. Nakwambia siwezi kulala huko ndani wewe, hivi mwanamke wa design gani wewe? Lakini mimi wangu, sasa maneno yote ya nini? Ebu njoo ndani, njoo kitandani hapa tunanilima. Nakwambia hakuna cha kitandani hapa nani mimi Mume wangu mimi nakuomba tungeenda chumbani tukajaribu mara ya pili kwa sababu hili tatizo limeanza tu miezi mitatu hii. Mimi nakuomba please. Tuongee chumbani tuka tukaendelee. Mume wangu naomba turudi chumbani sisi tukarudie mara ya pili mambo yatakuwa mazuri. Kwa mazuri gani? Kila siku wewe ni hivyo hivyo. Yaani mpaka kuna wakati nafika najiuliza nilioa mwanamke au nilioa gogo? Sio ni liwa sio robot wa design gani? Yaani nikikuweka hivi haukai. Nikiweka hivi haukai. Kidogo umechoka. Ninapopata mimi hamu wewe ndio umechoka, hujiwezi kabisa. Mimi nakuomba mimi ah. Na mimi siwezi kulala peke yangu kule. Naomba tuondoke wote tuende. Wende, tunaweza kupata hamu. Tukaendelea mara nyingine. Alafu ikawa zaidi. Sio mara moja, sio mara mbili. Ingekuwa kumaliza chuma ndio ungeshamalizaga muda. Yaani changamoto tangi nimekuwa miezi yote mitatu mita, sijui. Yaani, wewe mwanamke ueleweki kwamba wewe ni binadamu au ni roboti, kwamba niwe najua ni kusetu na sehemu ni kuseti, wewe unaenda hivi unaenda hivi. Lakini yani napata shida na changamoto kibao. Hebu niache kalale kule, mimi hapa leo nalala sebuleni, wewe kalale kule chumani peke yako ujidai, ili nijue tusijaoa nipo single. Ondoka sasa. Wewe kama unaendelea kung'ang'ania kukaa hapo hapo, endelea kusimama hivyo hivyo kama mlingoti, muone sura yake sasa wewe endelea kuganda hapo hapo kama salamu la posta, ila sasa mimi hapa ninavyokwambia, nalala hapa. Wekale chumbani. Haya, wewe umefuata nini hapa? Na unajua maongezi tunayoongea hapa ni hatari kabisa. Naweza kuhatarisha ndoa yangu na hizo vingo ulivyovaa umekuja kunitega mume wangu eh? Kama hao maongezi yenu ni ya private ningeamalizia huko ndani. Sasa kama mpaka mmeleta mpaka hapa, basi kila mtu ana ruhusa kuangalia. Kwa hiyo nichukua, naomba muendelee kuongea mimi niangalie. Aha, unakuja kunipanda kichwani eh? Dada, naomba tuheshimiane, naomba tuheshimiane, naomba uondoke. Uvumilivu <laughs> Alafu Yaani dada, hiyo nilikushtukia toka siku ya kwanza nafika hapa. Yaani ulikuwa jishukushuku. Sasa endelea kuganda makunguru wapo, tutaruka naye. Ondoka uko kama kuondoka mwanzenie, ila kama bado mpo, acha niendelee kuburudika. Aha, nimesha nimeshakushtukia. Kumbe umekuja kujilaza hapa ili aje akubebe mwende ngie chumbani. Hey, yangu vipi, asubuhi yote chumani kwa watoto halafu ukiwa umevaa hivyo, umevalia mama mavazi ya uchi inakuaje? E, hiyo unataka kufanya nini saizi asubuhi? Wewe ni nani unanuuza maswali kama haya eh? Wewe mimi, wakunuuza maswali kama haya ni mtoto wangu alolala umu ndani na si wewe, na si yoyote mundani iwe wewe iwe mwanaoyo mfanya kazi au si kunongesha kitu chochote zaidi ya mwanangu mundani. Mi nilijua ujiwa wako utaleta faida hapa kwenye hii nyumba tutengeneze ndoa ya watoto. Ndoa haina amani hata kidogo, lakini kwa staili hiyo tunajenga nini kwa watoto na anajifunza nini kupitia sisi, hasa wewe mwenzangu ambao unavaa hivyo asubuhi chumbani kwa mkweo, yani. Umekuja huku mjini kuja kutatua ndoa, eh? Mimi nimekuja hapa kuja kuuguza, sijaja kusuluhisha ndoa uloivunja. Sawa, umeivunja kwa mikono yako, nataka mimi nitengeneze. Eh? Wewe wesi ndio unimtafutia mwanamke mwanao ili mwanangu aondoke. Leo atakataa mimi niunde, we mama hizo tabia zako za ovyo zotokanazo kijijini, hiyo nguvu yako iliyokutoa huko kuja kumpiga mwanangu itakugalimu tena, iwe mwanzo na mwisho. Unapoona uchungu una mwanao, na mimi naona uchungu, muone kwanza <tri> kweli. Ni niamini, maji hufata mkondo. Halivyo mtoto ndivyo alivyo mzazi. Ni kuwa najiuliza siku zote, huyu mtoto ana wazazi wa aina gani? Kumbe ndo hawa, sio kosa wake.